Ubabe wa kisiasa kati ya naibu wa rais Profesa Kidhure Kindiki na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gashagwa katika eneo la Mlima Kenya ukiendelea kujitokeza kila kuchao. Sasa naibu rais Kidhure Kindiki na anaongoza mpango wa economic Empowerment, na hasa katika maeneo hayo amepozilia mbali matamshi ya wapinzani wake kwamba mpango huo unanuia kuwahonga wakazi hao kumuunga mkono, hasa baada ya mlima kuonekana telezi. Na kuna watu wameshiba huko Nairobi, wanasema tusisupport, tusi, tusi, we should not support young people, tusisupport ati ya kinamama, tusisupport vijana ati tukiwa support tunawahonga. Nyinyi ni watu wa kuhongwa? Kwa nini watu wako na madharau hivi? Wanasema nyinyi mnahongwa. Nyinyi kuna mtu amewaonga? Lendekele amewaonga, mimi nimewaonga, Rais Ruto amewaonga. Kama mtu ameshiba, atosheke na shibe yake. Wacha wale viongozi wa, wanataka kusimama na wananchi, wasimame na wananchi. Siku ya kura, kila kiongozi atasimama na ile kazi amefanya. Kindiki akiweka wazi kuwa wakati wa siasa ukifika, watawacharaza wapinzani wao ipasavyo na kuwakashifu baadhi yao kwa kushindwa na kazi hasa wakati ambao walikuwa madarakani na kukosa ajenda ya kuwauzia Wakenya. Si hawa jamani, tutawanyorosha. Mbaya mbovu, tutawanyorosha. Hawajawahi ona, awaj... ile kitu inawangojea, they have never seen it yeah. Kwa sababu wanatuona tu hivi tunaongea mambo ya maendeleo, wanafikiria hatujui siasa. Ukiona yeah, paka amenyeshewa usidhani ni paka. Na usidharau wembamba, usidharau reli kwa kuwa nyembamba, gari ya moshi hupitia juu yake. Sijui kama tunaelewana. Tunaweza ama hatuwezi, jameni? Mambo ya shamuko na ajenda gani? Hawana ajenda. We want to tell them as we don't believe in terms, we believe in transforming this country either in one week, in three weeks, in ten years or whatever years. Wacha aseme yesa na Wameru waendelee, aseme asiseme, ama mnataka abishane na rais? Aidha, ameonya wanasiasa dhidi ya kutumia semi zinazonuia kuwagawanya wakenya kwa misingi ya kikabila, matamshi ambayo yameonekana kumlenga Gashagwa, na kusema kuwa kuna Kenya moja na lazima wananchi waishi kwa amani. walikuwa wanachochea ukabila hapa na uhasama, tumewaonya. there is only one Kenya, hatuna Kenya mbili. Wananchi wakae kwa amani, tukae kwa umoja na wananchi wote watapata maendeleo bila ubaguzi. Ama mnataka deputy president wa kupiganisha wa Kenya. Si mnataka niunganishe watu ya Kenya? Ndio nyata nyinyi wa Meru muonekane mko na kiongozi ambaye ni kiongozi wa kitaifa. Niona wengine waliyekuwa wameanza madharau, waambiwe sisi sio watu wa kuchezewa, wakikuja na madharau watapata madharau lakini wakituheshimu hata sisi tuwaheshimu. Kiongozi huyo ameahidi kuzunguka maeneo yote nchini, sio tu katika eneo la Mlima Kenya kwa ajili ya kuwawezesha Wakenya.